Karibu kwenye chaneli yetu. Kama ni mara ya kwanza unajiunga nasi, usisahau ku subscribe na kutani on notification ili kuwa kwanza kupata video mbalimbali mbali kama hizi. Leo ninakufundisha jinsi ya kuandika barua ya maombi ya kazi ambazo zimetangazwa na Bunge. Sasa kama unavyoona kwenye skrini yako, hili ndio tangazo la kazi ambalo limetangazwa na ofisi ya Bunge. Kwa hiyo utalisoma kwa umakini, utalisoma tangazo lote kwa umakini na utaangalia ni nafasi gani ambayo wewe unafiti kutokana na sifa zako au elimu. Kwa hiyo utalisoma lote paka mwisho, hakikisha unasoma na kuelewa vile vyote ambavyo vinahitajika pamoja na sifa za mwombaji. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho inabidi ukijue au kitu kikubwa cha kuzingatia ni anwani ya barua. Ukiona hapa, nakwambia anwani ya barua hiyo ielekezwe kwa Katibu wa Bunge, Ofisi ya Bunge kumi, barabara ya Morogoro, SLP 941 arobaini arobaini tisa, Tambuka Reli, Dodoma. Kwa hiyo hii ndo anwani hapa. Nakwambia maombi yote yatumwe kwenye mfumo wa kielektroniki. Kwa hiyo ndo hivyo. Kwa hiyo kikubwa ni hii anwani. Kwa hiyo kwenye kuandika barua yako unaweza ukatumia mkono pia ukatumia kompyuta. Kwa hiyo maelezo ni yale yale kwa wale ambao wanatumia mkono na wale ambao wanatumia kwa njia ya kompyuta. Kwa hiyo hapo utaandika jina lako, labda unaitwa Peter Peter, alafu hapo utaandika sanduku lako lp sanduku la posta, hapo utaandika mkoa, tarehe ya siku ambayo unaandika barua husika, utaandika na namba zako za simu. Baada ya hapo, upande wako wa kushoto utaandika anwani ambayo inaonekana kwenye ile tangazo, katibu wa Bunge, ofisi ya Bunge, utaikopi kama ilivyo. Baada ya hapo, utaandika kichwa cha habari ambacho utaandika yahusu maombi ya kazi ya hapa nimeandika hivi, lakini hapa utataja nafasi yako ambayo wewe umeona kabisa umefiti, kwa utaandika hapo nafasi ambayo unaiomba hapo. Kwa hiyo utaandika hapo theni utaipigia mstari au ambao unatumia kompyuta uta bold theni uta underline. Baada ya hapo, utaandika kama unavyoona, ndugu katibu wa Bunge, tafadhali husika na kichwa cha habari hapo juu. Baada ya hapo, utajieleza, labda hapo wewe ni pita pita, utajielezea hapo kama unavyoona ukiwa na shahada yako hapo uta, utaandika shahada yako. Kwa heshima na taadhima, naomba nafasi ya unaandika kutokana na hii, kama ilivyotangazwa na ofisi ya bunge kupitia tangazo lenye kumbukumbu namba hii hapa. Ukirudi kwenye tangazo lako ukipandisha juu hapa, utaona kumbukumbu namba ndo hii hapa ambalo limetolewa tarehe tangazo limetoka tarehe tano Novemba elfu mbili na ishirini na tano. Hapo utaanza kujeleza kama unavyoona, nina uzoefu wa zaidi ya miaka hiyo hapo katika masuala ya fedha maandalizi hasasa. Hapa ni kipengele ambacho wewe utasema kama una uzoefu na sehemu gani ambapo umefanyia kazi. Kwa hiyo utaandika kama hivi unavyoona hiki kwa kada zote, kwa hiyo kasoro hapa. Kwa hiyo kwa kada zote, kasoro hapa, usimamizi wa fedha. Kwa hiyo utaandika kama inavyoonekana hivi. Kikubwa tu ni kubadilisha kutokana na kada yako au nafasi ambayo wewe unaomba. Baada ya hapo, utahitimisha kama unavyoona hapo, wako mwaminifu, utaandika jina lako pia hapa utaacha space. Baada ya hapo, utaenda kuiprinti ukisha iprinti, usisahau kusaini kwa, utasaini hapa utaweka signature yako, alafu pia utaiskani, then after ndo utaituma kwenye mfumo wa maombi wa ajira poto. Kwa hiyo ndo namna ambavyo unaweza kuandika barua ya maombi ya kazi hizi za Bunge ambazo zimetolewa Novemba tano. Hivyo kama kutakuwa na sehemu yoyote ambayo umekwama kwenye uandishi wako wa barua usisahau kukomenti hapo chini. Pia usisahau kushare video hii ili wafikie watu ambao wanahitaji kujua namna ya kuandika barua kwa ajili ya maombi ya kazi hizi za Bunge. Asante kwa kutazama Whizzem TV. Kama bado hujasubscribe usisahau kusubscribe na kutani on notification, ili ilikuwa wa kwanza kupata video mbalimbali za elimu kama hizi. Asante.